geuza sura ya dunia na sura ya maisha yetu. Tuachilie huyo Roho aweze kufanya kazi. Tuachilie huyo Roho wa Mungu aweze kutufanya upya na kugeuza mawazo yetu, na zaidi, tuombe huyo Roho wa Mungu aweze kutujaza na mapendo ndani ya maisha yetu, na ndiyo maana tumeamua mbele ya Mungu. kupenda jirani ni kumfikiria mambo mazuri. Kupenda Mungu ni kupenda yule mwingine aweze kufurahia yale unafurahia. Nyakati hizo tutakuwa tunaongozwa wa Mungu. Tuombe basi siku ya leo Pentekoste, tuache Mungu aweze kujaza mioyo yetu maisha yetu na wema wake, ili kama vile kanisa linavyoanza maisha